Maiki Mkongo amuna wabwana viko capable, vana viko capable akweza kujireka Kongo, na Kongo ikuwe transforme comme ingine ma pays eh, lakini tunaenda pana, lakini si mtu anapiga, si eh, kule kunatoka amani. Yesu ndio bwana wa amani, kama kule kunatoka amani, kama Israeli sasa kuna vita, kunatoka amani, kama sasa hata hata apige mabombe kule, eh Mungu, Yesu ndio bwana wa amani. Niko nashangala, lakini niko nikana jumuse eh, na bakongolo na Israeli, tutakataa zile ya kurudia nyuma <laughs> Nanje benefisi olelsinyatiri kati yai ku Rwanda, oh, wazungu watatoka Kagame, wazungu watatoka Kagame, Kagame wanampatia ka makuta, wanampatia financement sa milioni na jambo na... umoja wa Grand Kivu. Nafurahi sana kusikia venye mama mwana anauliza anasema, ini mwanamuke pana mama Akuna mwanamke akuna mwanaume dhahiri, mimi nasema huko tu, tuseme je vais natasema huko mwanaume, parce que le plus souvent mwanaume banawazaka kama mtu mwenye anasema mzuri mwanaume. Alors kama unaona mwanaume ndio unapaswa kusema mzuri, nasema huko mwanaume, unajipose question mzuri pourquoi. Leo eh, bwana Chisekedi anapeleka nchi kwa wazungu, wababa zetu wakubwa wa babu zetu Emery Patrice Lumumba notama na bingine ba Kasavubu ba Ileo babangine na bangine bazamani warigamira balipigania nchi kuitosha mikono ya mzungu ikue mikono yetu sisi. Dressons nos fronts, hatuku dresser front yetu juu tuwapatie, on a dresse nos fronts pour que tu combattre l'imperialisme.

Bangi jipoze le kesio yaku yuko na jipose, tunapashwa mwambia Tshisekedi lo tupane inchi ku bamerikani banafanya nini? Bon.

La, le patriotisme. Alors, maman, vraiment, bravo mama usema mzuri eh, na wengine watu wakufuate wafatilie wale mawazo yako, tunaweza kuponyesha nchi yetu. Tunapashwa kombate le tout traître, anapashwa tumutie de or. Merci. Hmm, sasa mzee ndio tumesikia ujio eh, yako ya kusotenir ye mama anasema ke Felix alifanyaga makosa kupatia bazongo inchi Bon, na mi swali yangu ni hii sasa. Sijui sa, vita sasa iishe batu ya este wa anteseka hizi kukufa nini? Sasa Felix basi na, unapenda na kusema flix oh, napenda feni vita iishe batu basi anapenda na wazungu. Wazungu, wazungu ndio wanadirisha Afrika papa kama uyue. Ulolo mzungu ndio wanadirisha Afrika. Eh, ulolo mzungu ndio wanadirisha Afrika. Ona wa presidenti Mali.

Ye, kisha Kongole atapata ka amani siku gani? Acha Felix aende mvua yenyewe amani mu Kongo 80 ans zamamst ndio maana

Etee menye wanapata quatrevingt dolares, eteue kona fura mwnye anapata quatrevingt dolare, tunakosa ta barabara la independance mie neuf cent soixante mpaka sasa tuna barabara mpaka sasa tuna kitu kimoja kimoja, mtu anasema hiki ni cha muzuri, so danga anavaa kilaka ki kila kitu kibaya reference si Ukongo papa. Sisi tuko na huruma ya inchi, na wewe uko na huruma ya inchi. Bon, ulize sasa, wenyewe watatujengea inchi, les americains? Unasema kama vitu yote vinatoka kwa wazungu, meme a l'epoque de Lumumba wazungu walikuwaka, mais les bazungu les americains voulaient acheter Lumumba, balikuwa nataka Lumumba akue mutu yabo

hakuna mwenye unasema pengine kuna wangu mwenye kufa baba. Hapana, hapana. Ndugu yangu ni nani? Tuko ngole, ni ndugu yangu, Mkongomani yote ni ndugu yangu eh. Basi mon frere Jibril

wana bana jua très bien papa ouvre grandement nos yeux. notre hymne national il tuambia dressons nos fronts dressons nos fronts si aujourd'hui tous ces tu sais, o